Wafanyakazi jijini Kinshasa wameendelea kuhesabu hasara kutokana na machafuko yanayoendelea kushuhudiwa mashariki mwa nchi hiyo, ambapo kwa sasa hawapokei bidhaa hasa za vyakula, hali ambayo imeyumbisha uchumi wao. Mwandishi wetu wa Kinshasa Freddy Tendilonge ametembelea moja ya mikahawa ambayo imeathiriwa na kututumia ripoti ifuatayo. La Gazele ni moja ya migahawa maarufu kwa bidhaa za Kivu. Kila siku mamia ya watu wamepanga foleni kupata supu ya vyakula toka mashariki mwa DRC, lakini tangu kutekwa kwa viwanja vya ndege viwili vya Kivu ya kusini na Kivu kaskazini na waasi wa M23, mgahawa huu autowi tena huduma. Hakuna wateja tena kwenye meza, ni sahani tupu, hakuna viazi, maragwe au nyama toka Goma. Zan Tuna ni mumiliki wa mgawa huu. mgawa huu kwa kweli ni maarufu kwa vyakula kama vile nyama na samaki, lakini tumeshindwa kuvipata tangu safari za ndege zisitishwe kutokana na vita huko mashariki mwa nchi. Kinachotokea kimeyumbisha uchumi wetu. Nimepoteza asilimia sabini ya wateja wangu. Inanibidi niwafute ni wafute kazi wafanyikazi wangu wengi, kwa sababu sina uwezo wa kuwalipa. Hakuna biashara, hakuna pesa, sijui nitaishije. Daniel Baliano na timu yake nzima wanaofanya kazi katika uwanja wa ndege wa Njili wamerejea nyumbani. hakuna safari za ndege kati ya Kinshasa na Goma, tunekala kwaku manyumba tutumike. Hakuna chakula kutokea Goma kukiwa Kinshasa, hakuna gisi tuende livre wakilia wetu, tunafunga maajansi hivyo. Hakuna gisi vole zivuke kutoka Kinshasa kwenda Goma naza kutoka Goma zike Kinshasa. Apre hiya mavita ya mavita kabisa, tuko naishi kwa neema ya Mungu tu. Uwanja wa ndege la Goma na Kavumu mashariki mwa DRC zimefungwa kwa wiki kadhaa kutokana na hali ya usalama katika eneo hizo. Fredi Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.